Ulikuwa mchango wangu, lakini swali ninalojiuliza ni hili, nashindwa kuelewa Mungu anavyo operate, kwa maana moja, huyu Lawi na Simeoni, wao walikuta dada yao amefanyiwa kitendo kisichofaa cha uzinifu, wakaamua kulipiza kisasi. Sasa wana, kitendo chao walichokifanya huku kinaonekana kuwa ni kibaya na Yakobo hakitambui na kinapelekea laana lakini kinyume chake nakuta kuna mtu anaitwa Fineas kwenye kitabu cha Hesabu sura ya ishirini na tano ukianzia ule mstari wa sita nadhani, e, mstari wa sita ukaenda mpaka ule mstari wa, wa tisa unakuta kwamba Fineas, kuna huyu mtu alitoka akaenda kuchukua mwanamke Moabu akafanya naye zinaa akamleta katika kambi ya Waisraeli, Mungu akaanza kutoa adhabu ambapo Mungu akaanza kutoa adhabu katika wana wa Israeli. Fineasi akatoka akachukua mkuki akaenda akawaua wale watu, yule mtu na mke wake. Alivyowaua, ghadhabu ya Mungu ikakoma. Alafu kutokea hapo Mungu akampatia Fineasi agano la ukoani, yaani kama amebariki kile kitendo alichokifanya nani Fineasi cha kuua wa sasa, utofauti alichokifanya Phineas na walichokifanya Lawi na ndugu yake uko wapi? Mi naona kitendo kile kile watu walikuwa wanachukia zinaa na watu walitoa adhabu papo kwa papo. Kwa nini huyu ionekane kitendo chake kionekane cha samani alafu huyu kitendo chake kionekane cha kupokea laana huku cha kupokea baraka. wakati ni kitendo kile kile cha kuua. Okay, karibu kuna mwenyejibu hapo karibu, mtumishi George. Mimi nadhani tukisoma hiyo historia ya Phineas Eh, labda eh, utofauti ni sehemu, kulingana na uelewa wangu, huyu Fineasi eh, aliwakuta wale wakifanya hicho kitendo sehemu ambayo eh, naweza nikasema ni takatifu, unaona. Lakini hicho kitendo kingine ambacho walikifanya walikifanya sehemu ya kawaida, kwa hiyo labda ndio maana Mungu aliona kile kitendo cha Fineasi kuoa wale watu kwamba ni kitendo kizuri kwa sababu sehemu ambao walikifanyia ni kama unatoka uh, na mwanamke unakuja kufanya naye ujinga sehemu takatifu kama kanisani. Hiyo ni sehemu tofauti na sehemu zingine ambazo za kawaida. Kwa hiyo nafikiri sehemu ndo Mungu ameangalia. Kutokana na uelewa wangu, nafikiri ni sehemu walifanya sehemu kile kitendo sehemu ambayo haikuwa ina na inastahili kile kitendo kifanyike. Nafikiri hiyo ndo ilikuwa mchango wangu mdogo ambao nilikuwa nao. Amina. Asante. E, kuna mwingine mwenye mchango hapo? Kwa nini Finiasi adhibiwe na akati amefanya kitendo kile kile asiadhibiwe si ndio? Na kitendo kile kile chokifanya na Lawi waliamua kufanya vile, nao walienda kuua kule. kwa nini wao waliweza kupokea laana? Kuna mwingine mwenye mchango hapo? Okay. Mtumishi Biabato umejibiwa? Sijalizika, sijalizika, najibu eleza kwa nini. A, yani, mimi ninavyoona naona tu wote waliua, na ukizungumzia huyu huyu amesema kitendo alipo, alichofanya huyu, alichukua Moabu, sio kwamba alimleta kwenye hekaru. mm -hmm. yeye alimleta tu kwa ndugu zake na alimleta kama mke wa Moabu tu, akamchukua kitendo kile kile ambacho huyu naye ambaye yeye alichukua dada yao akamchukua. Ya, mm -hmm. kitendo kile kile yote ilikuwa ni kuchangamana na wasioamini wa huyu wamechangamana na binti huyu, okay. Upande huu kachangamana na wa mtoto wa kiume na okay. Najari, jaribu tukiona katika historia ya wana wa Israeli walikuwa hawachangamani na makabila mengine, hilo wote tunakubali, yeah. Lakini katika historia ya wana wa Israeli, Musa wakati anawakomboa wana wa Israeli na anapoelekea Kanaani katika harakati za kwenda Kanaani kuna watu waliojua kwamba upanga wa Musa ni mkali, wakawahi kwenda kufanya naye nini mapatano, ikitokea kwamba wameingia kwao wasije wakawadhuru. Na mpango wa Mungu ilikuwa ni kila wanapopita wafagie, unaona. Lakini ba baada, baada ya kukubaliana na Musa, mwisho wa siku Musa kwa kile kiapo walichokubaliana nao, kabila la Moabu na wengine hawakuguswa Waliachwa kwa sababu walikuwa alikubali aliku ile agreement, na ukija kwa issue ya ya, ya ya huyu huyu Phineas Phineas, wao yule ameoa amemleta pale, unaona, wakati wa upande wa wa wa wale wa wa Rome, huwa sasa baada ya kuna nini, baada ya kuambia kwamba wakatahiriwe ndio ndio wamchukue dada yao. Kumbuka baba yao alikuwa ashafanya agreement na kiongozi wa pale, na mwisho wa siku wao walikuja wakasema wanataka wamempenda binti yao, wanataka wafanyeje? wa, amch, amchukue awe awe, awe mke wao, unaona, mke wa yule kijana. Sasa kama baadae walikubaliana, shida sasa hao wa vijana wao walienda kuvunja agreement yeah, ambayo iliyokubaliwa na na wazazi katika yeah, pande mbili. Kwa hiyo walikuwa washaridhia, lakini mwisho wa siku wakawageuka. Kwa hiyo mimi ninaangazibu kwa namna hiyo. Shida inakuja kwa nini? Kwa sababu kwa tayari walishafanya agreement na manaki ku ili, ili, ilijaribu kuraise hostility ambayo kwa baadaye ingedhaniwa kwamba ina, inaweza ikaleta shida na ndio maana baadaye anawarani okay. Kwa sababu walivunja ile agreement ambayo mwanzoni walikuwa wamekubaliana okay. Asante, karibu mtumishi Masawe. Asante, nafikiri mso amesha nyakua kile ambacho nataka nikiseme, labda tu ni niongezee pointi huyu udina Binti Yakobo alitoka kwenda kuona wana wa nchi na kuona binti za Kanani. Sasa alitoka akawa miongoni kwa wale wasio amin. Biblia ijaongea sana alafu yule Shekemu akamkuta akamchukua Dina akupiga kelele akaenda naye kule. Hii e, kwenye Kiswahili inasema akambikiri eh? kwenye English aka defile kwenye King James Version alimchafua. Sasa na kudifai, no Mungu katika kitabu kile cha Korintho tulichafua hekalu la Mungu kwa, ina maana Biblia alichafua hekalu la Mungu na kwa mjibu wa sheria ya Biblia, Torati kama binti akitezwa nguvu na asipige ukelele Sheria ilikuwa inasema watu wapigwe nini? Mawe ila kama ni, kama ana mume ajaposwa, yule anambikili, anatakiwa atoe nusu shekeli amuoe awe mkewe. Hizi sheria zilikuwepo toka zamani. Sasa huyu bilia, no Dina, ukisema aya ah, maandiko vizuri ya sura ya 34, baadaye Shekemu akasema naye maneno mazuri mazuri. Kwa hiyo binti alikuwa ameingia katika mstari wa Shekemu mpaka Shekemu anakuja kwa babaki anakuja kwa Yakobo, bila amet, ametulia sawa sawa. Kuna kitu fulani kinaendelea kati ya bila na, no Dina na huyu Shekemu. Lakini hawa vijana wa Yakobo wakamjibu kwa, wakasema kwa hila kwenye kikao cha kuposa watailiwe, lakini walikuwa na nini, wana hila ndani yao. Na usiku wakatoka kwa namna ambayo baba wao wajui, wakaenda wakafanya mazara katika nchi. Nakumbuka hapo Nyinyi ni wageni ni kama leo mwamie sehemu fulani huko kwa jamii nyingine, si ndio? Wewe ni mgeni kabisa uko pale na wamekupangisha pale, alafu usiku vijana wao wakaua viongozi wa mji ule. Ni jambo dogo hilo? Ndio maana Yakobo akasema amenifanya ninuke, na hao watu wa mji wataniangukia. Yakobo akabidi sasa aondoke usiku, lakini Mungu alimhifadhi Yakobo wakati anaondoka ile jamii iliona analindwa na watu wengi sana wasiojulikana. Ndio maana Yakobo alivyoona wale watu akasema, ili ni jeshi la nani? La Bwana akaita Manahimu, wakaondoka nao kwa hiyo Mungu alimprotekti, kwa hiyo angekufa na watoto wake. Ndio maana anasema kwamba siri yangu isiingie kwa nani? Kwa Simoni na Lawi, walimuuza na baba yao. Ndio maana akawagawa katika Yakobo, na hapo si Yakobo, ni Roho wa Mungu aliwagawa, Yuda na nani no Simeoni na Lawi ilikuwa na hasira sana hawa jamaa, na hawa jamaa hata kumuuza Yusufu, hawa ndio walikuwa mstari wa mbele. Sasa ukiangalia ishu ya Yakobo na ya Lawi, Musa eh, Finias nakuja pale, oh, huyu nacho mchango nakuja. Sasa kwa Finias, sori, Finias yule yule, mkuu wa mkuu wa yule Cosby ambaye alienda kulala na yule binti wa Kimidian, akamchukua ile binti wa Kimidian kwenye ibada ya sanamu, alafu akaenda akapita mbele ya Musa na makuani na viongozi wa Israeli na mbele ikao la nani la Bwana, alafu akaenda akalala naye kwenye hema yake mbele za Bwana. Ni jambo dogo zito? <laughs> Hey, ni zito. Hiyo ni dharau ya, ya, ya hali ya juu, yaani umeogopi hata Musa nabii wa Mungu na, na utukufu wa Mungu naonekana pale. Mungu akasema asila paka wote Musa akapata shoko mpaka hata Mungu akazungumza wakati ule Finiasi ndio akatoka akamwandama na fumo akamuua na yule binti kama mshikaki. Hasira ya Bwana ikafanyaje? Ikapoa. Kwanza, yule Finiasi yule nani ndio Kosbi alifanya dharau mbele za Bwana, pili alienda akala akafanya, yaani kama ile ni uzinzi wa waziwazi. Na Kosbi alikuwa ni mtu ana mke kiongozi, kusema ilikuwa ni kiongozi mkubwa tu katika ile jamii ya Kiisraeli. Kuwe ni dharau mbele za Bwana na pia amefanya nazalau mbele ya watumishi wake na amefanya kile kitendo hadharani. Kwa hiyo alikuwa amewekwa hapa, lakini kwa dina akubakwa mambo yalienda hivi.